Hali gani mpenzi mtazamaji wa Bonyokwa Media? Waswahili wanasema kimya kingi kina mshindo. Na hii imejidhihirisha kupitia kwa kipindi chako pendwa cha Bonyokwa Media. Mgodi wa Vipaji Show. E, leo kidogo tumehama, tumeacha hiyo Masingeli pamoja na Peva. Leo tumehamia kwenye kipaji kingine kabisa. Kipaji gani? Endelea kutuni kwenye channel yako ya Bonyokwa Media iliyo kwa YouTube. Usisahau kushare, kusubscribe na ku comment. Takuwa na mimi Hamza Ismail Chinga. Hapa hapa kwa hizi mtazamaji wa Bonyokwa Media e, kama nilivyotangulia kusema leo, katika kipindi chako pendwa cha Mgodi wa Vipaji Show nimeama kidogo na masuala ya Singeli na Bongo Flava, tumekuletea kipaji adhimu kabisa na kikubwa e, tumekudondoshea kijana mdogo ambaye anafanya mambo makubwa katika tasnia nzima ya masuala ya Yani, mtu atatokeezea kwenye shughuli fulani hivi memleta kwenu, wanamwita Dando Designer, karibu sana kwenye kipindi cha Mgodi wakifraji Show. Asante ndugu mtangazaji, kipaji changu mimi tumeanza elfu mbili na ishirini na tatu katika ofisi za Anelisam Designer, mkubwa kabisa ambaye ameona kipawa changu kuanzia toka ipo nauza karanga mtahani, nimechukua nimepeleka Sinza, mambo ya fashion, mambo ya udesigner. So nachomshukuru Mungu, alinifundisha vitu vingi, alinikochi na mpaka sasa unavyoniona, Salehe Dando ameanzia zamani sana. Kwa hiyo wateja wangu wengi wananifahamu, ninajiita Salehe Dando customer designer, sababu nawapokea vizuri na nao vizuri na zeni. Maisha yanaendelea, so udesigner umenitoa sehemu mbali sana, imenitoa sehemu mbali sana, na ngoshini sana, na nafanya kama kazi kazi ambayo mimi naniingizia kipato. So ningependa kuwaambia ndugu zangu, fanyeni kazi, kwa sababu kazi yoyote ukiamua kufanya kwa bidii na kufikisha mbali. Asante ndugu mtu

na unachukua fomu jaza, yaani ina taratibu kwenye linki so, <laughs> nilijaribu kama designer chipukizi, niliambiwa kabisa nijaze kitengo cha designer chipukizi. Kwa hiyo sio kwa kubahatisha, kipaji ndio kimenifikisha pale. Nikwambie tu kupambana, kuto kukata tamaa katika kazi ndio wigo wa kuenda mbele katika mambo ya fashoni. Fashion haitaki ukate tamaa. Hili nataka nifahamu malengo yako ni yapi kupitia hii tasnia, yaani yani, unajiona wapi tokea leo, ushindano wa leo, nataka tufahamu malengo yako ni yapi, uweze kusema hadi malengo makubwa sana. Yani fashion fashion fashion, yani ndio mimi kujiona niwe designer ambao walioniacha nyuma ambao kina na collection, ina hawa bosi wangu naliswamte ina rusi designer ina Mary collection, hawa wote nimepita katika mikono yao. Nafahamu na, na, na designer wakubwa na kama walezi wangu, na designer sio mchezo mchezo. Ukishabita Salehe Dando designer maana yake watu wanakuangalia, so peji yangu inapendeza kusema kweli, yangu inapendeza. Nashukuru Mungu, laki nyingi za kutosha so wamenipokea mashabiki zangu, waendelee kuona mimi nafanya vitu vizuri vizuri, vizuri. Kupitia tuzo hizi za Swahili Fashion Award upo katika lengo gani, yani kipengele gani umefika, watu hatua gani labda bora au labda hata tufahamu, umefika katika lengo gani? ah, sasa hivi tupo katika hatua ya mchujo, tupo katika hatua ya mchujo, basi niweze kukwambia ikitokea nafasi sasa, ikitokea nafasi na mimi nimo, basi mashabiki zangu, mashabiki zangu msiniangushe. Kuna upande wa kujua kula, so mnanijua na kazi nzuri, customer nzuri. Nawapenda sana mashabiki zangu, nipigie kula ili niendelee kuwa mkubwa zaidi ya mkubwa. Papo mnaponiona sina mengi ya kuwaomba, mtaponiona basi kono wenu inshallah, anakutia nakutia cheki, asante. Na uhitaji kuona kazi zangu, napatikana katika mitandao yote ya kijamii ikiwemo TikTok, Facebook, Instagram kwa jina la Salehe Dando Designer, kwa jina la Salehe Dando Designer. Kwa hiyo uhitaji kufanya kazi na mimi, angalia mitandao yangu ya kijamii, kwanza ni like, ni follow na ushee kote kote. Pia natoa huduma mbalimbali, huduma mbalimbali za ueneshwaji eshaji maa mikoani, mikoa yote, niko hapa nikupigia simu simu yako moja tu, na namba yangu mimi ya simu ni sifuri sita saba saba themanini na moja tisa saba kumi na mbili Asanteni mpenzi mtazamaji, mimi sina tena la ziada na na mimi Hamza Ismail Chinga. Ni nyuma ya kamera tupo na director Kevo eh, badi kabisa katika kipindi chako pendwa cha Mgodi wa Vipaji Show, endelea kutun channel yako pendwa ya Bonyokwa Media. Usisahau kushare, like, subscribe na comment.